Na sigara waache, ni aibu kumwona mzee mzee mzee wa miaka sabini fu... inna lillahi katika dini ya Allah tabaraka wataala, bia wakati sasa kapiga bia mzee Hivi bana hai wakati tunataka msikitini tena. Kwa nini? Nimesema bia ni aibu kwa mwana Muislamu kunywa pombe. Vijana wa Muislamu wakienda kule baharini ni wafuta bangi wazuri au vijana wetu hapo. Wafuta bangi. Hawa toki sadaka na kiza bangi wanazipata. Vijana leo wanapalia. Hivi bana ujumbe mtoto wako kama ni mtoto wa kamari mtoto wako. Eh? Yeah? Ndiyo tunamjua mtoto wetu mtoto wa kamari. Lakini kuna kuna mzee